Utafanya hiki utafanya hiki, lakini uhusiano wako na Mwenyezi Mungu uko pale pale, kwamba wewe ni kiumbe tu. Yaani sisi ni kama udongo tu, sisi ni kama wadudu sisi, mbele ya Mwenyezi Mungu sio kitu. Sasa kama tufahamu hilo, maana maanake bado tujafahamu kama sisi tuko na Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu <coughs> Ifuatayo ni historia fupi ya mpembo wetu ndugu Mbayi kwa Deolati Rambau alizaliwa mnamo tarehe tisa ya mwezi wa tano mwaka elfu mbili nane katika mtaa wa Karikacha, kata ya Rau, akiwa ni mtoto wa pili wa ndugu Deolati Frenisi Rambau na modezi Moshi kupatizwa eno wetu alipata sakramenti ya ubatizo mnamo mwaka 2006 katika Kanisa Katoliki lim

yaani plamba tadii ya pia na shughuli za usafirishaji kwa maana ya bodaboda. Sababu za kifo Michael <tele> Rambau <tele> <tele> alifikwa <tele> na mauti akiwa mahabusu